Kueleze ni jambo rahisi na ni jambo ambalo mwekezaji wetu ameshalikubali. Pia nimpongeze kwa sababu bado anaonyesha na mapenzi makubwa kwa Simba. Mtangazaji, leo nakutuma, waambie katika hicho kipengele, mwekezaji wa Simba Mohamed Dewji kwa maarufu Mo hana mashaka juu ya hicho kipengele, yuko tayari. Kuna namna ambapo anakwenda kushirikiana na wawekezaji wengine. Amezungumza wapi, kama yuko tayari kukubali? Mimi si umeniuliza eh? Mimi si ndio nakujibu? Ndio unataka nikupe sauti yake? Nipe kama ipo. Unaniamini? Uniamini na kuamini, na ndio maana umenipigia simu, si ndio? Na ndio maana nimekupigia simu. Amini maneno yangu kwamba mwekezaji wa Simba Mohamed Dewji almaarufu Mo hana mashaka na hicho kipengele, kuona namna ambavyo wawekezaji watatu wanakwenda kuwekeza kwenye klabu ya Simba. Kwa hiyo amekubali, yeye yuko yuko yuko tayari, yuko tayari tayari yuko. La, lakini, lakini ana mashaka kwenye hicho kipengele cha mwenyekiti kwenye... mashaka mashaka, nimezungumza mimi sio, Mohamed Dewji nimezungumza mimi kama wana wanachama wa Simba na kuwapalai wanachama wenzangu wa Simba, twende tukafanye maamuzi kwa umakini juu ya hichi kipengele. Kwa hiyo mko tayari mchakato kuanza upya? Yes, kama ni maamuzi ambayo wametoka kama maagizo ambayo ametoka kutoka serikalini, hatuna namna ya kupinga sababu wanapozungumza wana BMT kwa maana ndio serikali imezungumza. Kwa hiyo wanachama wa Simba pia twakwenda kutafakari kwa sababu ni watu makini na watu ambao tuna akili timamu katika hayo ambayo wanawapendekeza. Wana Simba fahamu kwamba Mo amekubali kuungana na chama wengine na yes. Wanaisa wengine amekubali kufanya uwekezaji, amekubali, amekubali. Kwa hiyo kwa hiyo hizi chokochoko hazipo tena, ni maneno tu ambayo watu wanaamua kutengeneza propaganda kuleta katika Simba ambayo mimi naamini kwamba hayana faida, lakini nimesema toka mapema kabla ya swala la Simba kubadilika kwa wawekezaji, Mo alikuwa mfadhili kwenye klabu ya Simba. Mo ameanzia Simba toka mwaka elfu mbili na tatu. Ndani ya Simba Mo yupo, kwa sababu ukiachia kama mwekezaji, lakini pia ni mwanachama wa klabu ya Simba hilo. Kwa hiyo na yeye anakuwa ndani ya Simba kuhakikisha kwamba Simba anakwenda kufanikiwa malengo yake. Kwa hiyo mimi ninachosema katika hicho kipengele, kwa uchunguzi wangu ambao nina ushahidi, Mo hana mashaka, amekubaliana katika hayo mabadiliko. Lakini tumeshuhudia kwamba kuna kiongozi wa Simba uh, kiongozi wa jio amezungumza kwamba kuna viongozi wa zamani wako nyuma ya hili. Wewe unasemaje hapa? Mimi kwanza nimemsikia kama jinsi ambavyo wewe ulivyomsikia, lakini pili niseme, kama jambo lina ukweli, sisi wanachama wa Simba tunalilani kwa nguvu zote. Tunaamini kwamba slogan ya Simba, Simba nguvu moja, ikishinda Simba imeshinda, tunafurahi, ikifungwa Simba imefungwa, tunalia kana kwamba kama kuna mtu ni kweli Simba inafungwa yeye anafurahi, kwa maana kwamba tunaamini Simba mwenzetu, ndio Waswahili wanasema kwenye msafara wa mamba na kenge wamo. Tunaamini kwamba huyu sio Simba, Simba wa kweli aawezekani. Simba imefungwa ayo anacheka braza, unaelewa? Kwa hiyo mm. kama kweli hicho kitendo kipo kama jinsi ambavyo alivyozungumza mwenyekiti wa wakurugenzi wa klabu ya Simba, Mwanamagori, kama ni kweli mashabiki wa Simba, wana Simba kwa, kwa, na wanachama wa Simba tunakilani hicho kitendo. Kwa hiyo wapo, kuna viongozi wengine wanacheka Simba ikifungwa, wewe ndio unaambia umemnukuu mwenyekiti wa bodi ya klabu ya Simba, si ndio? Huo ulivyosema mimi. Yeah, nimesema kwenye... kama ni kweli lilo jambo lipo, mashabiki so na wanachama wa Simba tuna kilani mm -hmm. Yes tuna lani na tunasema kwenye msafara wa mamba na kenge wamo. Maana yake tunaamini moja kwa moja huyo alofanya hicho kitendo, huyo sio Simba, huyo ni adui wa Simba. Wao wana Simba wana, wana macho endapo kama wanamtambua. Kwa hiyo walisema, mnakwenda kwenye mkutano mkiwa na matumaini kwamba kuanzia ama baada ya katika klabu ina watu makini, ni Simba ina watu wa amani Simba, naamini tutakwenda kufanya mkutano wetu kwa ma amani hali ya juu na kwa umakini wa hali ya juu. Simba nguvu moja, na kile ambacho kinachozungumza tarajio kukiona kutokea, tutakwenda tukubaliana kwa maslahi mapana aklabu klabu yetu. Mnakwenda mkiamini kwamba baada ya hapo bosi mkuu atakuwa mtazama ngungu. Nasema hivi, hayo ni maamuzi ambayo mkutano mkuu utakwenda kufanya kwa sababu kama tutakapokwenda kubadilisha katiba, maana yake lazima tufanye maamuzi ya kwenda aidha uchaguzi, tuangalia katiba inasemaje, maana yake kwenda kufanyaje, kwenda kuziba hiyo nafasi, si ndio? Kuziba nafasi ya nini? Sasa wewe si unasema kwamba tutakapokwenda kufanya mabadiliko, ndio mwenyekiti anatakiwa kuwa nani? Mangungu ndio mwenye kwenda kuangalia, ndio mwenye, ndio katiba inasemaje. Kama katiba inamtambua na kwenda kwa yeye, mwenyekiti, no doubt lakini kama katiba inamhitaji kufanya uchaguzi, mtafanya uchaguzi, tutafanya uchaguzi. Kwa hiyo hilo kimsingi ni tutarudi kwenye katiba, na tuhamishaje katiba. mm -hmm, yes lakini mfumo mzuri, maelekezo mazuri kutoka BMT, wao wameshaamua. Lakini kikubwa nafikiri kwamba wamechelewa kufanya maamuzi. Leo Simba tuna miaka minane, brother, watu wameshatenga matumaini makubwa. Kuna namna ambavyo Simba utaratibu wa mabadiliko unakwenda kukamilika, lakini leo baraza wamerudi, wa merudi, wakutuambia kwamba mchakato wenu mwanze upya ni jambo ambalo linashangaza, ni jambo ambalo linaumiza, lakini kwa sababu tunaheshimu serikali hatutaki kujadili sana haya mambo. Lakini kimsingi kuna muda Simba sports tunakosewa, kuna muda Simba sports hatutendei haki, kwa sababu mimi naamini kwa ushaji wangu mabadiliko tu wakati wanakwenda BMT, ni mengi ambayo maelekezo yalitoka, kwa nini yasitoki moja kwa moja mpaka leo? Simba inakaa miaka minane tunazungumza leo, aliyakuwa kila mshabiki na mwanachama wa Simba anaamini na kukubali kwamba tunakwenda mwisho mabadiliko ya klabu ya Simba lakini inasemekana kwamba haya maelezo mlipewa muda mrefu tu braha, ninachokueleza mimi nielewe, ndio hicho hiki ninachokwambia mimi ni jambo sahihi, lakini kwa sababu wewe mwandishi watafuta, utajua lini taarifa hizo zimekuja za kwenda kufanya mabadiliko na amri ambayo tuliopewa kutoka baraza la michezo haya BMT. Ya kwanza jana ni utaratibu ambapo uliopo na sheria ambazo zilipo katika baraza la michezo la taifa, BMT lakini pia BMT ukiangalia sheria zao, nafikiri kwamba sheria namba 12 wamefanyia mabadiliko mwaka 2012 kwamba klabu ya Simba au klabu za za mpira wa miguu zitabaki kuwa mali za nini za wanachama, na mkutano mkuu wa wanachama ndio utakaokuwa ni chombo cha mwisho cha kufanya maamuzi juu ya chombo chao, kwa maana ya Simba Sports. Wao ndio wametengeneza hizo sheria na hizo kanuni ambazo sisi tumezipokea, na ndio maana nikasema maamuzi hayo, mapendekezo ambayo waliotoa wanachama wa klabu ya Simba kupitia mkutano mkuu ndio utakwenda kuyafanyia maamuzi. Unadhani una, una, una itakuwa rahisi kwa rais wa heshima klabu hiyo kwa hivi sasa kurudi kwenye huo mchakato huo? Yah, kwanza kwanza, kwanza, kwanza, unapozungumzia Mo, nazungumzia moja katika watu ambao waliofanya makubwa sana klabu ya Simba. Watu wengi wanaangalia historia ya Mo kwenye klabu ya Simba kupitia labda mwaka 2017 mpaka 2024. Lakini sisi tunamfahamu Mo toka 1993 yuko sambamba na Simba. Moja ya mafanikio katika Simba ambayo mwaka 2003 kwenda kumfunga Zamari katika mashindano ya klabu bingwa, yeye ndo alikuwa mfadhili katika klabu ya Simba. Kwa hiyo mimi naamini haya yote yanayosemwa ni maneno tu, lakini Mo yuko Simba kwa ajili ya kuona namna ambavyo Simba inafika katika hatua ambayo yeye Mo mw kama mwanachama wa Simba anatamani kuiona Simba imefika. Kwa hiyo mimi naamini yale matako yote na masharti yote yaliyowekwa mbele yake mi nafikiri kama mwekezaji wa klabu ya Simba, kama mwanachama wa klabu ya Simba, yuko tayari kuwapokea na kwa pamoja na Wanasimba ili kuhakikisha kwamba matakwa ya Simba yanakwenda kukamilika, malengo ya Simba yanakwenda kukamilika. Kwa hiyo mimi sina presha wala sina mashaka na Mo, kwa sababu namjua ni mtu ambaye ana mapenzi ya dhati ya klabu ya Simba, ukiachia uwekezaji wake katika klabu ya Simba, lakini pia ni mwanachama wa klabu ya Simba. Matakwa anawataka klabu wanachama wa Simba, naye Mo anatamani kuyaona yanafanyika ndani ya klabu ya Simba. Kwa hiyo mimi sina mashaka naye moja, katika sehemu ambapo mimi nilipoona hapana mashaka, ambapo Mo hana mashaka napo na kwenda kufanya mabadiliko, kuona namna ambavyo klabu inakuwa na wawekezaji watatu, ili kwa Mo, mi nafikiri kwamba halina mashaka. Mashaka yangu ni sehemu moja tu ambapo mimi napaona na mashaka, ambapo wanachama wa klabu ya Simba wanahitaji kwenda kutuliza mitazamo wao pale ambapo mwenyekiti wa klabu ndipo ambapo anavyohitajika kuwa mm, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa, wa klabu ya Simba. Mimi nafikiri hichi kipengele tunahitaji kwenda kukiangalia, wanachama wa Simba kwa umakini mkubwa eh? Hiki kipengele tunahitaji wanachama wa Simba kwenda kukiangaliwa kwa umakini mkubwa. Ni yaani mkubwa vipi? kwa sababu si katiba inaeleza kwamba wanachama wana asilimia hamsini na moja. Kwa hiyo mwenyekiti ndio mwenye mandate ya kuzungumza ama kutoa kauli ya mwisho ya, mi nafikiri yawezekana kikatiba ikawa hivyo, lakini siku zote jambo la Simba linakwenda kuamuliwa na bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba, akiwemo mwenyekiti pamoja na wajumbe wake. Siamini maamuzi yanatolewa na mtu mmoja kama mwenyekiti, lakini maamuzi yanatolewa na kamati, yaani wajumbe wa bodi wanapokutana, wanapokubaliana, mwenyekiti anakuwa mtu wa mwisho kupitia katika yale ambayo waliokubaliana wajumbe wa bodi wa kurugenzi wa klabu ya Simba. Kwa hiyo ninachosema, mkwenda kuangalia hichi kipengele kuona namna ambavyo tunakwenda kubadilisha katika mfumo upi, lakini wanachama wa Simba wakaenda kukubaliana nao katika hicho wakakipitisha tonga mkono kuona namna ambavyo wamefanya maamuzi yaliyokuwa sahihi kwa sababu wasairi wanasema waliokuwa wengi wa kufanya maamuzi basi, na maana kwamba kuna vitu vingi wameviona. Lakini kimsingi niseme tu, waomba wanachama klabu ya Simba kukutana siku ya Jumapili kwenda kufanya maamuzi katika mkutano. Wewe mashaka yako yako wapi kwenye eneo hilo? Sina mashaka, ila nasema tukaangalie kwa umakini mkubwa katika hicho kipengele. Kwa nini kipengele hicho kumkaangalia kwa umakini mkubwa tofauti na vingine? Kwa sababu tunakwenda kuchagua kiongozi ambaye ndio anakuwa wa mwisho kwenye timu tunakwenda kuchagua ambaye ndio kiongozi ambaye anapatikana kuongoza bodi ya wa wakurugenzi, ndio tunakwenda kumchagua kiongozi ambaye anapatikana kuiongoza Simba Sports. Tunasema unapokwenda kumzungumzia mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa, wa klabu ya Simba unakwenda kuzungumzia katika kiwiliwili cha mwanadamu ni kichwa. Simba ya mwanadamu inapotea katika dunia kama hana kichwa, lakini simba ya mwanadamu katika dunia haiwezi kupotea kama kana kwamba ana mkono. Kichwa kikishakatwa maana yake tutaona umefanyaje umeondoka katika hii dunia. Kwa hiyo ni sehemu muhimu ni sehemu ambayo tunajihitaji kukaa kwa tafakari, ni sehemu ambayo tunahitaji kujiridhisha, mwisho wa siku tukafanya maamuzi ambayo yatakuwa maslahi mapema. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.